Katika eneo letu ili sasa ratiba iendelee. Tunakushukuru sana kwa kuwagaia zawadi e, watoto wetu na pia vile vile kushiriki kwenye. Sasa kina kitendo Tunaomba tukae sote, ambayo tumesimama kule nyuma na utulivu. Ni muhimu tupo ukingoni wa kumaliza shughuli yetu hii adhim. Mheshimiwa rais wa Zanzibar, kwa heshima na taadhima, kitendo ambacho kinafuata sasa, tunamwomba mheshimiwa Said Salim uh, Asinawi Asin, uh, mheshimiwa balozi wa Oman, kuzungumza machache na kumkaribisha, uh, alhaj mwalimu doktor Harun Alu Suleiman naye atoe nasaha zake pamoja na kumkaribisha mheshimiwa rais wa Zanzibar, ili sasa azungumze na hadhira hii. Mheshimiwa balozi, mheshimiwa balozi, mheshimiwa balozi, karibu sana. Tunawaomba vijana wetu, hii ni hatua muhimu sana kuchukua nasaha kwa viongozi wetu, tuwe kimya kabisa, tuwe watulivu. Na wale maamiri wote, tunaomba tushirikiane katika zoezi hilo. Mheshimiwa balozi, karibu sana.

Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi la Haji Dkt. Hussein Alhassan Mwinyi, Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Kadhi Mkuu, naibu mufti, naibu kadhi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakuu wa taasisi yetu hii iliyosimamia Qur'ani tukufu leo, Alhamdulillah tunashukuru. Mheshimiwa, mimi sina mazungumzo yote ya kuzungumza hii shughuli, wewe ndio mgeni rasmi, na Alhamdulillah tumesikia vipaji, tumeviona vipaji vyetu na kuvisikia kutoka nchi mbalimbali ambao walitusomea Qur'an tukufu hapa. Kwa hivyo mimi sitazungumzi chochote siku hii yako, Mheshimiwa Rais, karibu sana ujauzungumze na hadhira hio. ar-Rahim. Mheshimiwa Sheikh Saleh Omar Kaabi, mufti mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa kadhi mkuu, Mheshimiwa naibu mufti, Mheshimiwa naibu kadhi mkuu, Mheshimiwa Dr. Harun Ali Suleiman, waziri wa nchi ofisi ya rais, katiba sheria, utumishi na utawala bora mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, mwenyekiti wa taasisi ya Altijara Rabiha, Mheshimiwa Said Alsinawi, balozi mdogo wa Oman hapa Zanzibar, waheshimiwa mabalozi mliopo, wageni waalikwa, mashehe na wanazuoni mbalimbali mliopo hapa, majaji na washiriki wa mashindano haya ndugu zangu waume ni mliohudhuria, ndugu wananchi, mabwana na mabibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehma, kwa kutujalia neema ya uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika mashindano haya ya Qur'ani tukufu yaliyoandaliwa na taasisi ya Al-Tijara Rabiha. Nachukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa balozi mdogo wa Oman Mheshimiwa Said bin Salim Alsinawi, kwa niaba ya taasisi hii inayosimamiwa na ndugu zetu wa Oman kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Nimefurahi kusikia kuwa mashindano haya ya Qur'ani tukufu kwa mwaka huu yamekuwa ni ya kimataifa yaliyokusanya washiriki kutoka nchi mbalimbali mbali duniani kama tulivyoshuhudia hapa. Ndugu Waislamu na ndugu wananchi, kwa namna ya pekee naipongeza taasisi hii pamoja na ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar kwa kushirikiana katika kuandaa mashindano haya ya kimataifa. Aidha, naishukuru sana taasisi hii kwa mchango wao mkubwa hapa nchini kwenye sekta mbalimbali zikiwemo za elimu afya, msaada wa chakula, pamoja na huduma mbalimbali wanazozitoa kwa jamii yetu ya Zanzibar ikiwemo kuyaandaa mashindano haya. Tumeshuhudia wote, wana uwezo mzuri wa kuhifadhi na kusoma kitabu kitukufu cha Qur'an. Hivyo basi, nichukue fursa hii kuwasihi washiriki wetu hawa pamoja na sote tuliohudhuria kushikamana na Qur'ani na kufuata miongozo na mafundisho yake ili tufanikiwe hapa duniani na kesho akhera insha Allah. Tunafundishwa katika Uislamu kuwa wenye kushikamana na Qur'an ni watu wa Mwenyezi Mungu na wateule wake. Kadhalika, yoyote mwenye kushikamana na Qur'an basi atapata khairi nyingi hapa duniani na kupata daraja ya juu peponi. Hivyo wajibu wetu, ndugu waumini tujipambe na Qur'ani na kuwa na tabia njema na kufuata maadili katika jamii yetu, na Qur'ani iwe ndiyo dira ya maisha yetu. Sambamba na hayo, naomba kuwakumbusha kuwa tumo katika mwezi wa Shaaban, ambapo baada ya siku chache tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo niwasihi kufanya maandalizi ya kiimani hasa kusoma Qurani, kwani kama tujuavyo mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ulioteremka Qurani. Ndugu Waislamu na ndugu wa shiriki, napenda kumalizia na saha zangu kwa kuishukuru tena taasisi ya altijara rabiha kwa kuyaandaa na kuyaendelea na kuyaleta mashindano haya hapa Zanzibar. Hakika hii ni fursa nzuri kwetu na ni fahari ya nchi yetu kuandaa mashindano haya ya kimataifa. Natumia fursa hii kutoa wito kwa ndugu zangu waislamu na wananchi wenzangu wote kuendelea kusaidiana kati yetu na kushirikiana katika mambo ya kheri, yakiwemo malezi ya vijana wetu. Aidha, niwasihi wananchi wenzangu, tuishi kwa kupendana na kushikamana kama tulivyoshikamana kuujaza msikiti huu basi tuendelee kushikamana kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu, ili tubaki salama siku zote. Hakika mambo hayo yatatuongezea baraka na neema zaidi katika nchi yetu. Ndugu Islam, Waislamu na ndugu washiriki, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufanikisha mashindano haya kwa mwaka huu na pia kuwashukuru washiriki wote kwa kushiriki vyema mashindano haya. Aidha, shukrani za pekee nazitoa kwa ndugu zetu wote wa nchi mbalimbali walioshiriki mashindano haya, bila ya kuwasahau wafadhili na waislamu wenzetu waliofanikisha shughuli hii. Aidha, na washukuru wote wanaofuatilia mashindano haya kupitia vyombo vya habari mbalimbali vinavyorusha mashindano haya. Tumwombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani na tuwezeshe kutekeleza mambo mema anayoyaridhia, na tuepushe na makatazo yake, ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho mbele ya haki. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mheshimiwa, tunakushukuru kwa hotuba yako na nasaha zako, Allah kulipe kila heri. Bila shaka tumezipokea na saa hizo na tutazifanyia kazi, hasa kuzingatia kwamba wewe ni kipenzi cha Allah, ni kipenzi cha Qur'an. Wananchi wako vile vile tunafata nyayo zako. Takbir! Takbir! Takbir! Mheshimiwa Rais, eh, hivi sasa ni neno la shukurani na tunamkaribisha Sheikh Khalid Ali Mfaume, katibu mtendaji kutoka ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar kwa ajili ya neno la shukurani. Mheshimiwa katibu, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na makito wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Al-Hassan Mwinyi hafidhahullahu wa waraa, Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa kadhi mkuu Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais katiba sheria utumishi na utawala bora, daktari mwalimu Harun Ali Suleiman, Mheshimiwa balozi wa Oman, namuona na kaka yangu hapa balozi wa Brazili, Sheikh Abdul Samad. Anayobwana ni katika ile silsila ya wazee wake, ni katika mabwana wakubwa. Nilikuwa sijui yu, lakini juzi nimejua katika mabwana wakubwa sana na wazee na wanazuoni wakubwa ambao wamepita katika visiwa hivi. Waheshimiwa viongozi wote, mheshimiwa mkuu wa mkoa, walimu, wanafunzi, kinamama wote kwa ujumla, nimetakiwa nitoe neno la shukurani. Mheshimiwa Rais katika hutuba yake amewashukuru wote. Baada ya shukurani hizo ambazo rais kawashukuru wote Sidhani kama mie nitakuwa na shukurani nzuri zaidi ya ile ambayo mheshimiwa rais kawashukuru wote, na itoshe kuwa rais amewashukuru. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya shukurani hizo kutoka kwa katibu mtendaji, kitendo kinachofuata sasa ni dua, mheshimiwa samahati, Mufti mkuu wa, e, wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi.

tunakumbushwa tarehe kumi na nne mwezi wa tatu mwaka huu 2026 uwanja wa Amani, tutakuwa na mashindano makubwa. Kama tulivyo hivi, tujitahidi ni tuwe kama hivi na tufikishe ujumbe kwa wenzetu. Mheshimiwa Rais, kukamilika kwa dua ambayo imeombwa na Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar ndiko kukamilika kwa shule yetu hii ya leo. Tunaomba vijana nyote, mbaya kama mlivyo Mheshimiwa Rais, tumekuruhusu uendelee na majukumu mengine. Allah akulipe kila la kheri. Wanafunzi wote mbakie kama mlivyo, na watu wote tubaki kama tulivyo, kupisha viongozi wetu wakaendelee na majukumu mengine ya, ya kitaifa. Wanafunzi tuendelee kutulia mpaka pale ambapo tutapata maelekezo na viongozi wetu. Wale maamir tulisimamie hilo mpaka pale ambapo tutapata maelekezo mengine. Mheshimiwa Rais anawasalimia majaji anawasalimia mashekhe na, na wageni wake pale. Hivyo sisi tunalazimika kutulia mpaka pale ambapo tutapata maelekezo mengine.